Upekee wa network marketing na BF Suma, ndoto na mafanikio yasiyo na ukomo. Karibu rafiki, katika video hii tunazungumzia suluhisho la biashara linalobadilisha maisha, network marketing. Katika ulimwengu wa leo, tunakutana na mifumo ya biashara mitano. Katika mataifa yaliyoendelea, mifumo hii mara nyingi inategemea teknolojia, ubunifu na mitandao ya kimkakati katika mataifa yanayoendelea ya na hata katika nchi za dunia ya tatu, network marketing inatoa fursa kubwa kwa mtu yeyote kuanza biashara yake kwa mtaji mdogo na kupata kipato cha muda mrefu. Network marketing ni mfumo wa biashara unaolenga kutumia nguvu ya mtandao wa watu. Hapa kila mwanachama ana nafasi ya kujenga timu yake na kupata faida siyo tu kutokana na mauzo yake binafsi bali pia kutokana na juhudi za wanachama aliowaongoza. Mifumo hii imethibitishwa duniani kote, ikileta mafanikio hasa kwa wale ambao hawakuweza kupata fursa katika mifumo ya biashara ya jadi. Katika mataifa yaliyoko mbele, biashara za jadi zinahitaji mtaji mkubwa, mali zisizohamishika na miundombinu ya kawaida hata hivyo katika dunia inayobadilika watu wanatafuta njia mbadala za kujiajiri na kupata uhuru wa kifedha hapa ndipo network marketing inapoingia kwa mfano katika nchi za magharibi watu wanaona network marketing kama chuo cha ujasiriamali ambacho kinawapa fursa ya kujifunza jinsi ya kuuza kujenga uhusiano na kujiamini ndiyo sababu hii, kwa sababu kupitia mfumo huu kuna mafanikio makubwa yanayohusiana na kila faida moja ambayo haiwezi kupatikana katika biashara za jadi. Maana historia na lengo kuu la kampuni yetu ya BF Suma, BF Suma ni kampuni bora ya network marketing iliyoanzishwa kwa lengo la kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya watu wakati mwingine tunaanza na mtaji mdogo tu laki moja na hamsini elfu tu, na BF Suma inakuwezesha kuanzisha biashara yako yenye bidhaa bora zenye viwango vya kimataifa. Kampuni hii ilianza na wazo la kuwawezesha watu ambao hawakuwa na uzoefu mkubwa katika biashara, waliamua kuanza biashara na kujifunza kutoka kwa wale walioanza bila kujua chochote kuhusu BF Suma na hatimaye kuwa na mafanikio makubwa. Lengo kuu ni kuunda mfumo wa biashara unaolenga kuwapa watu fursa ya kujiajiri na kujenga kipato cha muda mrefu bila kujali asili yako, jinsia, umri au kiwango cha elimu. Mfumo wa malipo unaoendelea unawezesha wanachama kupata faida za moja kwa moja kutokana na bidhaa wanazonunua na kuziuza. Hili ni jambo linalofanya BF Suma kuwa maalum. Pia kampuni inawe, inawekeza katika utafiti na ubunifu ili kuboresha ubora wa bidhaa katika soko la dunia, kuhakikisha kuwa unapata bidhaa zinazokidhi viwango vya kimataifa. Kwa hiyo BF Suma sio tu kampuni ya biashara, bali pia ni shule ya ujasiriamali inayowasaidia wanachama kujifunza kukuza ujuzi wa kuuza na kujenga timu imara. Faida za network marketing, kwa nini kila faida ni sababu ya watu kufeli nje ya mfumo huu? Baadhi ya sababu kuu ambazo zinawafanya network marketing, hasa kupitia BF Suma, kuwa mfumo wa biashara sahihi ni moja, faida ya rejareja, retail profit. Ufikiaji wa kipato cha papo kwa hapo kutokana na mauzo ya bidhaa. Hii inawapa wanachama fursa ya kupata faida za mara moja na mara kwa mara, jambo ambalo halipatikani kwa urahisi katika biashara za jadi. Na uzuri ni kwamba bidhaa ambazo zitakupatia faida rejareja ni kwamba tayari ushajiunga kwa mtaji wako, haitakuhitaji tena kuwa na pesa nyingine ya kusema labda nizichukue niwe na mzigo mkubwa ili niweze kuuza. Hiyo inampa nafasi kila mmoja kuwa nafasi ya kuziuza mara tu akishajiunga, anakuwa na umiliki wa kampuni ndani ya kampuni na akuwa na nafasi ya kuuza bidhaa hizo, mara tu anapopata mteja moja kwa moja anakupata faida ya rejareja little profit. Mbili, malipo ya kila mwezi. Hii ni bonus au commission, sio mshahara. Bonus inatokana na utendaji wako binafsi na watu wa timu yako kutoka asilimia tano hadi asilimia ishirini na nane. Hii inasaidia kuongeza motisha, kwani kila juhudi yako unayowekeza huleta faida ya ziada. Katika biashara za jadi, malipo haya mara nyingi huwa na vikwazo na zinahitaji muda mrefu kupata thawabu, lakini katika biashara yako kama umejajiwe mwenyewe, hakuna hiyo faida ya bonus. Lakini pia hata biashara zingine utakuta mtu ambaye kakuuzia hii simu ambayo unaitumia hivi sasa, je, unafikiri kama alitengeneza faida elfu tano au elfu kumi au laki moja kwa kukukuzia hiyo simu? Unafikiri tena atakuja kuingiza faida kama hiyo katika maisha yake yote? Jibu ni hapana. Lakini huku bidhaa ambayo uliuza ikakupatia faida rejareja itakusaidia pia mwisho wa mwezi upate bonus. Kwa unapokuwa unatengeneza faida za rejareja za kutosha, unakuwa katika nafasi nzuri ya kuwa na bonasi nono zaidi. Tatu. Tuzo za safari travel awards, fursa ya kupata likizo za samani, ambapo unaweza kusafiri kwenda nchi tofauti na kupata uzoefu wa kipekee. Hii inakuwa motisha kubwa kwa watu wanaothamini, wanaotamani pia kuona ulimwengu, jambo ambalo si rahisi kupatikana katika mifumo mingine ya biashara. Huenda kwa sasa unaweza kuona kama ni kawaida, lakini je, hebu fikiria iwapo ukapewa nafasi leo hii uchague, labda ni birthday yako mwaka huu, uende ukafurahie labda Kigoma au uende ukafurahie Dubai au Marekani, utachagua wapi? Lakini pia nje ya tuzo za safari, kuna faida nyingine ambayo ni tuzo za magari, uwezo wa kujipata gari la ndoto yako baada ya kukidhi vigezo vya mauzo. Hii ni ushahidi wa mafanikio ambayo hutoa hamasa na ni kichocheo cha kujitahidi zaidi. Kila mtu akishafanikiwa huwa anatamani kuwa na usafiri wa ndoto yake. Ndio maana hata leo pia, katika birthday yako au kama utapewa nafasi ya kuchagua, upewe baiskeli au upewe Range Rover au gari ambayo ina thamani kubwa, jibu ni kwamba utachagua gari. Kwa hiyo huku unakuwa na nafasi kupitia yale mauzo ya uza kwa muda wa siku moja ikafika wiki ikafika mwezi kwa mwaka mzima, na timu yako ambayo umekuwa ukiongoza kwa pamoja itakusaidia uwe katika nafasi ya kushinda hii tuzo ya gari. Lakini pia kuna tuzo za nyumba, Villa Fund Awards, fursa ya kumiliki nyumba yenye thamani kubwa pale unapokidhi vigezo vilivyowekwa. Hii ni dhahiri kwamba biashara ya BF Suma inakuweka msisitizo mkubwa katika kuwezesha wanachama kupata mali zis, zisizohamishika. Kwa hiyo badala ya kuanza kuwaza katika biashara nyingine, kutenga kiasi kidogo kidogo, kuweka mfuko fulani labda ili uweze au kujinyima kwa muda mrefu kujenga nyumba, huku utaweza kufikia hilo lengo kutokana na jitihada zako ambazo unawekeza na huku zikiendelea kukulipa, lakini kwa muda wa mwendelezo utakuta unakamilisha hilo lengo tayari pia. Kwa nini hii ni muhimu? Kila faida moja inatoa suluhisho kwa changamoto ambazo watu wengi hukutana nazo katika biashara zao za jadi. Kwa mfano, watu wengi hukosa kipato cha papo kwa papo. BF Suma inakupa fursa ya kupata faida ya moja kwa moja kutokana na mauzo. Mfano, mtu aliyeajiriwa mshahara wake ni mara moja kwa mwezi, lakini matumizi ni kila siku, lazima atumie kiasi fulani cha fedha kwa hiyo hapa unakuwa na uhakika wa kutengeneza kipato cha papo kwa hapo. Unapouza tu unapata faida ambayo itakusaidia kujikimu katika maisha yako na mahitaji yako ya kila leo. Biashara nyingi zinahitaji kuwa na mtaji mkubwa na muda mrefu kuanzisha. BF Suma inaanza na mtaji mdogo, ikikupa fursa ya kuanza na kujifunza. Mfumo wa malipo na bonasi unawezesha kupata kipato cha ziada, unakuwa chanzo cha motisha ya kuendelea mbele fursa za kusafiri kupata magari au hata nyumba hazipatikani kwa urahisi katika biashara za jadi. Hizi ni ushuhuda wa jinsi mfumo huu unavyoweza kubadilisha maisha yako. Mbinu na misingi ya kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo. Je, unajua kwamba unaweza kuanza biashara kwa mtaji wa laki moja na elfu hamsini tu? Hii ni fursa ambayo BF Suma inakuwezesha hasa kwa wale ambao wana ndoto kubwa lakini hawana mtaji mkubwa. Wale waliowahi wale, wale kufanikiwa kuna wale ambao walianza bila kujua chochote kuhusu BF Suma, lakini baada ya kujifunza na kujiwekea mikakati, kuweka juhudi za muendelezo, leo wanaishi maisha ya mafanikio. Msaada na uongozi: sio kwamba unafanya biashara peke yako, BF Suma inakupa msaada wa karibu ukiongozwa mpaka utapoweza kujisimamia mwenyewe, na ili uweze pia kusimamia timu yako mtu mmoja mmoja na timu kwa pamoja. Na hiyo ndiyo nafasi ya wewe kuweza kufikia mafanikio makubwa yasiyo na ukomo. Kazi ya muda wa ziada, kama una ajira ya kawaida, unaweza kufanya biashara hii bila kuathiri majukumu yako ya kazini, kwani mara nyingi wapo watu kwenye ajira, lakini huwa wafurahia ajira zao, lakini pia Kipato ambacho wanakipata huwa kikidhi mahitaji yao ya kila siku. Bidhaa za BF Suma zinahitajika na wewe pamoja na familia yako na pia na marafiki na ndugu zako. Hivyo wewe utakuwa daraja la kuwaunganisha wao na fursa hii ya mafanikio. Kumbuka, kila mmoja anayekujua au wewe unayemjua ana watu wengi sana nyuma yake ambao wastani wake ni watu mia mbili. Yaani kila mmoja ambaye unamfahamu wewe ana nafasi ya kutambulisha wewe katika ulimwengu watu wengine zaidi ya watu mia mbili, lakini kama huna thamani ambayo utahitaji kutoa na hao watu, au ya kuwafikia hao watu, sababu ya kuwafikia hawa watu, huenda usiwafahamu kabisa katika maisha yako, lakini ni watu wa muhimu. Kwa hivyo, Suma inakupa nafasi ya kusocialize na watu, inakupa strong association kuifikia jamii kwa ukubwa, kwa sababu unakuwa katika hii mission ya kuweza kuimarisha afya za watu wengine jamii kwa pamoja, lakini pia kuboresha kipato cha mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni sehemu sahihi kwa kuweza kuwekeza. Kwa hiyo uh, katika kazi yako una nafasi ya kuweza kuanza hii biashara pasipo kuathiri majukumu yako hadi pale utapoweza kuona kwamba huenda hii biashara inakulipa kulipa zaidi we utaamua uendelee na ajira, lakini imeshuhudia watu ambao baada ya kuona biashara imeanza kumlipa zaidi ya mshahara huwa wanaamua kujikita katika hii biashara ili waweze kuifikisha katika viwango vya juu zaidi, kuifurahia na kuweza kubadilisha maisha yao kabisa. Leo ni siku ya kuchukua hatua kuelekea ndoto zako. Jiunge na BF Suma na timu ya Eagle Wisdom na uanze safari ya mafanikio ambayo itabadilisha maisha yako. Fikiria ndoto zako iwe ni kuwa na nyumba ya kisasa, uhuru wa kifedha, uhuru wa muda wa kutumia maisha yako kama unavyopenda. Uwe na uhuru kama kipepeo, unaweza kuruka angani katika pande zote za dunia bila kuzuiliwa, au hata uwe na uwezo wa kusafiri dunia kote. Fursa hizi zinajitokeza ndani ya BF Suma, na sasa ni wakati wa kujiunga na timu inayojenga mustakabali wa mafanikio ya pamoja kama inavyoelezwa katika maneno ya hekima katika vitabu vya hekima, tunaanza na Biblia. Imeandikwa kwamba usiogope kwa kuwa mimi nawe, usihangaike kwa kuwa Mungu wako yupo nawe. Ni Yeshua arobaini na moja kumi. Waweza rejea pia katika Kurani. Imeandikwa kwamba hakika ara haibadilishi hali ya watu hadi wapate kubadilisha yale yaliyo katika nafsi zao. Hakika ara habadilishi hali ya watu hadi wapate kubadilisha yale yaliyo katika nafsi zao, Kurani kumi na tatu kumi na moja. Haya maneno yanatukumbusha kuwa mabadiliko huanza ndani yako. Usikubali ndoto zako ziwe ndoto tu, zifanye kuwa kweli kwa kuchukua hatua sasa. Kila mmoja huwa na ndoto lakini wachache hutimiza Ndo maana katika maisha ya kila leo wanaofurahia maisha yao ni wachache sana, na wengi wapo katika malalamiko. Sasa anza leo kwa kuchukua maamuzi, kuchukua hatua, jiunge na familia ya BF Suma na timu ya Eagle Wisdom, jifunze, endeleza ukuaji wako binafsi na kuwa sehemu ya mapinduzi ya biashara ambayo itakuwezesha kuandika hadithi yako ya mafanikio. Kumbuka, unaweza kuanza na mtaji mdogo, laki moja na elfu hamsini tu, na kwa msaada wetu utaweza kujifunza kukuza ujuzi wako na kufikia ndoto zako. Hakisha unachukua hatua sasa, kwa sababu mustakabali wako wa mafanikio unaanza hapa na ni sasa hivi. Fanya uamuzi wako leo, chukua hatua na ujiunge nasi, maisha yako yatabadilika. Mungu akubariki katika hatua ya, fa ya safari yako. Tuchukue hatua pamoja kuelekea mafanikio ya kweli Tufanye ndoto zetu kuwa halisi na tuandike hadithi ya mafanikio ambayo yatakuwa urithi wa kizazi, chocho, kizazi chetu chote. Jiunge nasi na uwanze mabadiliko ya maisha yako leo kwa pamoja. Tunasema leo yenye nuru na kesho iliyo bora zaidi.